Tabora iko imara, Tabora iko timamu, na kanda nzima Magharibi iko timamu, lakini hatukatai kwamba G55 wako kanda yetu, wanaendelea kutengeneza ushawishi. Na leo tunakumbusha tu kwa kuwa tuliowaeleza wamekwisha ondoka. Na kwa bahati nzuri hii ikae vizuri, chama chetu hakina hicho kinachoitwa fukuza fukuza Ukizoea kula vilivyokufa huwezi kula vilivyochinjwa. Wanajiondoa wenyewe kwa sababu msimamo wa chama ni kwenda kulifanya ili taifa, kila mmoja miongoni wetu akapate keki ya taifa. Wao walikuwa kwa sababu zao binafsi, wanajiondoa wenyewe. Chama hiki hakina mpasuko, chama hiki hakifukuzi watu, na hii ni muhimu, ndugu waandishi wa habari, mwe mnawauliza kwa sababu hamaji wao tangu wajumbe wa, wa sekretariat ya chama taifa mpaka mtu wa kawaida, sababu zao zinafanana. Kimamlaka na utaratibu wetu wa chama tulikuwa hatupashi kuwazungumza, lakini kwa sababu wame misbehave na sio viongozi, tutawakumbusha tu namna na utaratibu ambavyo katiba yetu inalindwa inasimamiwa na kila mwanachama hai wa chama hiki namna ya uwajibikaji katika shughuli za chama na vikao mbalimbali vya ndani ya chama chetu. Misingi ya chama chetu kwenye hii katiba inasimamiwa, inalindwa na tutailinda kwa wivu mkubwa. Na hii no reform, no election imetupelekea kuwajua wahuni wote waliokuwa madarani ndani ya chama, na nataka niwaambie ndugu waandishi wa habari na Watanzania mnaonisikiliza CHADEMA sasa imeimarika kuliko miaka yote tangu usajili wake, na ni imara, na watanzania wana kikubali chama hiki. Na mwisho nimaliza kwa kusema hatutakwenda kwenye uchaguzi kama taifa kama hakutakuwa na reforms za mfumo wa kiuchaguzi. Sisi tunasema kama Magharibi, operation ya no reform, no election inayoendelea inayoongozwa sasa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John H. Magharibi, tunawasubiri kwa hamu, tunaendelea na mapambano, tunaendelea kujipanga. Watanzania wanataka kuwaona tu viongozi wetu wa kitaifa, kuwakumbusha kwa sababu tuko tayari. Ni kundi la wenye tamaa ya madaraka na vyeo, na ndio maana mmeshuhudia kwenye press nyingi wanasema kwamba hatuwezi kuendelea na CHADEMA kwa sababu CHADEMA haitakuwepo kwenye uchaguzi. Chama kipo kwa ajili ya, ya uchaguzi, sasa kimejitoa kwenye uchaguzi, tunabaki kufanya nini? Kwa automatically, kwa kutumia akili za kawaida, unagundua kwamba hawa hawapo kwenye chama kwa ajili ya harakati za ukombozi na kuleta mabadiliko kwenye nchi. Wako kwa ajili ya nafasi, wako kwa ajili ya vyeo, za kugombea udiwani, ubunge, urais, kupata viti maalum Ndiyo ajenda yao kubwa. Kwa hiyo kwa sababu wanaona kwamba CHADEMA kwa mwendo huu haitashiriki uchaguzi na CHADEMA imekula msimamo wa no reform, no election, wanaona kabisa watakosa madaraka yale wanayoyatamani.